Kitabu cha Yeremia sura ya ishirini na tisa na ya thelathini. Ndio watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena Mungu anatukutanisha. Naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha uweze kuandaa Biblia yako, au unaweza ukaandaa notebook yako ya samale, na utakapokuwa unasoma biblia mstari utakaona unauelewa zaidi kuliko mstari mwingine au unakugusa zaidi kuliko mstari mwingine, siku zote nakueleza, jua mahali hapo ndipo Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huu, papigie mstari au panoti pembeni, upate nafasi ya kuendelea kupatafakari zaidi na kujiombea neema ya kupaishi. Mpendwa, Biblia ni tamu sana lakini, pia ikitokea unasoma na labda hauelewi chochote, mtu wa Mungu, usikate tamaa, endelea kusoma tena na tena. Biblia ni kitabu cha kiroho. Tusali kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya wakati mwingine ambao Baba unatuunganisha kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu utusimamie, utuwezeshe kuweza kulitafakari kwa pamoja, na utuwezeshe kuweza kulielewa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 nitakapowarejeza watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, na wataimiliki. Na haya ndiyo maneno aliyosema Bwana katika habari za Israeli na katika habari za Yuda. Maana Bwana asema hivi: tumesikia sauti ya tetemeko na ya hofu, wala si ya amani. Ulizeni sasa mkaone, kwamba mwanamume aona utungu wa uzazi? Mbona basi ninaona kila mtu anaweka mikono yake viunoni kama mwanamke aliye na utungu, na nyuso zote zimegeuka rangi? Ole! Maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo; maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Na itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitaivunja nira yake itoke shingoni mwako, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawatamtumikisha tena bali watamtumikia Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao nitakayemwinua kwa ajili yao. Kwa sababu hiyo usiogope, ee Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, wala usifadhaike e, ee Israeli, kwa maana tazama, nitakuokoa toka mbali, na wazao wako toka nchi ya uhamisho wao, na Yakobo atarudi naye atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakayemtia hofu. Maana mimi ni pamoja nawe asema Bwana, nikuokoe maana nitawakomesha kabisa mataifa yote huko nilikokutawanya bali sitakukomesha wewe kabisa; lakini nitakurudi kwa hukumu, wala sitakuacha bila adhabu. Maana Bwana asema hivi, maumivu yako hayaponyeki, na jeraha lako ni kubwa. Hapana mtu wa kukutetea kwa jeraha lako, huna dawa ziponyazo. Wote wakupendao wamekusahau, hawakutafuti maana nimekujeruhi kwa jeraha ya adui, kwa adhabu ya mtu mkatili, kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu dhambi zako zilikuwa zimeongezeka. Mbona unalilia maumivu yako? Hayaponyeki maumivu yako, kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu dhambi zako zimeongezeka, nimekutenda haya. Basi watu wote wa kulao wataliwa na adui zako wote, watakwenda kufungwa kila mmoja wao, na hawa waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda nitawafanya kwa mawindo. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa wakisema, ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Bwana asema hivi: tazama, nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidishia, wala hawatakuwa wachache tena; nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Watoto wao nao watakuwa kama zamani, na kusanyiko lao litathibitika mbele zangu, nami nitawaadhibu wote wawaoneao. Na mkuu wao atakuwa mtu wa kwao wenyewe, naye mwenye kutawala atakuwa mtu wa jamaa yao; nami nitamkaribisha, naye atanikaribia. Maana ni nani aliye na moyo wa kuthubutu kunikaribia? asema Bwana. Nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Tazama, tufani ya Bwana, yaani ghadhabu yake, imetokea; tufani ya kudumu itawaangukia waovu vichwani hata atakapokwisha kutenda, hata atakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtayafahamu haya.